Kuna sehemu inaitwa Gwitembe. Umefika kule? Eh, uh, Gwitembe, kama kuna sehemu hapa Kurya nimetembea mara mingi mm. Ni Gwitembe na kama kuna watu nafilia kwako kwa roho yangu mm. ni watu wa Gwitembe, mimi mm -hmm. najua kwamba wakati nimeingia tu kama naibu wa gavana mm. nilichukua hiyo initiative mimi mwenyewe kupitia na uongozi wa Ntima wa, wa kutoka Ntimaru Witembe mm. na uongozi kutoka wa Transmara hapo mm. Ngata mm. kupitia kwa hiyo na deputy governor wa Naroko na mimi mm. tuweza tukaweza kutengeneza mkutano kubwa ya wazee ya jamii mm. hao wakatoa wazee arobaini mm. na wale wakatoa na wazee arobaini tukakutana Kirigoris mm. tukakuwa na mkutano mzuri sana mm na tukasema kwamba sasa tunataka kutembea njia ya amani hmm. So tukakubaliana, sasa tumekubaliana sisi kama uongozi wazee na wamama, sasa tunataka twende kwa huko nje kwa mwananchi hmm. tuweze kutangaza kwamba hii ndio njia tunataka kutembea ya amani, kila mtu afanye chenye alikuwa anafanya hmm. na sasa kupitia hapo tukasema, deputy governor wa wa Naroko hmm. na mimi tuweze kuongea na gavana wetu kwamba ile mkutano tutakapo upeleka kwa umati mm, hao gavana wetu waweze kukua hapo. Mm, nikapigia gavana gavana wangu akakubali akasema, mm, weka hii tarehe tarehe. Akapigia gavana wa huku wakaweka tarehe wakakubaliana. Basi ile siku ilifika tunaenda kwa hiyo mkutano mm, ule gavana akasema hata kuja sababu ya kikazi mm. Gavana akakubali akamwomba nafasi siku gani ingine tunaweza kutana. Gavana tena akapanga tena, akakansel hiyo tena mkutano wengine. So hiyo ndio ikaanza kukuwa na changamoto kwamba uongozi wa hii eneo la Migori County hmm, iko tayari kuleta amani katika hiyo maeneo, lakini uongozi hiyo upande mwingine hawakuwa tayari. So ndio ukapata, hatujawahi kukua tena na mkutano wengine ambao inaleta watu wa kule na hapa. Mimi mwenyewe nimewahi ku organize mikutano ya baraza huko ambayo ofisi yangu napitia. Uongozi huko kuna mzee mwingine amekuwa wa msaada wangu kutoka kule juu, anaitwa mzee Maini. Tumewahi organize mikutano na yeye, anaenda mpaka huko basi. Tunafika huko wale jamaa wanatuharibia mkutano, wanaleta inakuwa changamoto, mnatoka bila hata kukaa na hiyo ndio imekuwa changamoto. Mimi katika binafsi nimeweza kupeleka huko chakula si mara moja, mara mbili hmm. As long as it, kupitia ofisi yangu na marafiki zangu nimepata kitu ya kwenda kushare na watu wa huku kwetu. Juu kule naenda kibinafsi hapo kushare hmm. Hii mradi ama hii chakula ama hiki kitu kidogo kenye huo unapeleka kule huwa kimetoka kwa mfuko wako ama huwa unatoka kwenye mfuko wa serikali ya kaunti si? si kutoka kwa mfuko wa serikali ya kaunti hmm, hiyo ni kupitia kwa marafiki zangu hmm, ambao nimekuwa na wao mifuata hmm, hata niingie kwa siasa. So hiyo pesa ya kaunti ka, hiyo procedures, kama kuna function kama hiyo kama ya kwenda Narok, that's the official function ya kufanya, lakini mambo ya chakula hiyo inakuwa kupitia kwa marafiki zangu, tunaweza kupeleka huko, unajua ni watu huwa hawaelewi serikali inafanya nini, watu kwamba wajua kwamba whatever pia a budget is a proposal. Mm. And implementation ya hiyo budget inakuanga tofauti, so unaweza ona budget imepropose hizi pesa ndio zinatakana kufanya hivi, but the end of it ni nini? Nimekuwa that's why tuko na committee ama implementation committee inaangalia hizi vitu, so wewe huwezi charge kitu kwamba hii ndio ilikuwa kwa budget and what is implemented. Serikali mm, inafanya uh, kazi ki, na, na, na, na sheria zake na mipango yake, na umejua, kwa miaka hizi county government umekuwa na shida, especially pesa ambazo zinatoka national government zinakuja allocations. Mm, unapata saa zingine mnakaa miezi ine ambayo hamjapata pesa kutoka national government, but serikali inaendelea mm, so mtu akikuja kwa public anza kusema hili hili hili limefanya hivi, mwenyewe anasemekana kwamba jamani, kuna pesa hii tulipitisha pale assembly, na hii pesa tuliyopitisha kila mwezi ipo. Naibu wa governor anatumia hii pesa kutengeneza maisha yake, kwa sasa anajenga bonge la nyumba kwa hiyo pesa ya Gwitembe, ya eh, mwambie mw, mw hiyo kama hiyo ho aipeleka assembly aseme kwanza hiyo uh, deputy governor si deputy governor wa Kuria ama wa Gwitembe ama wa ni wa Migori county. Kama kuna budget imewekwa any hmm. Budget hata yeye anajua hmm. Inawekwa for the whole county mm. Budget ya ya ya, ya ya, ya, sehemu moja ya useme hii ni hapa hmm. So hizo vitu ni mtu ako na akili zake mm. Na sitaki kuingiza kwa hizo mm. Yeye mwenyewe ana, ana njua ni nini anataka ama ni nini anaongea, so hiyo unamwachia mwenyewe.